Na usimkatae kijana kwa sababu hana kitu. Hakuna ajuaye ya mbele yake, nyuma yake tunaijua, lakini mbele yake hatuijui. Mungu anaweza badilisha watu. We mwenyewe, miaka kumi iliyopita hukuwa hivyo, Mungu amekubadilisha. Huyo Amani Mwasote unayemwona leo yuko hivi, hakuwa hivi, Mungu kambadilisha unaweza ukamkataa leo, lakini kesho akawa sio wa kawaida. Anaweza akaonekana leo kama ana tabia mbaya, lakini nakwambia watu hubadilika. Sisi wote hapa hatukuwa na tabia nzuri, ni Yesu katubadilisha. Na kubadilika ni prosesi, kubadilika ni mchakato, sio kitu cha siku moja. Vijana wa kike na wa kiume, sikilizeni maneno ya mchungaji wenu Sikiliza maneno ya mchungaji wako. Yule unayemwona ana kitu, kesho anaweza akawa hana kitu, utafanya nini? Kuna watu waliolewa na watu wana magari, wana majumba, ni matajiri. Baada ya kuoana, miaka mitano ni maskini wa kutupwa. Mtetezi wangu Yesu yu hai, Baba yu hai, Baba Rudisha Pentekosti Halisi ni kipindi kinachoendeshwa na mtumishi wa Mungu, mchungaji na mwimbaji wa nyimbo za Injili Amani Mwasote wa Mbea Livaivo Chachi.